Hautawaona watanena maneno ya baraka juu yako, watumishi wa Mungu hautayasikia, maana sikio la ndani umefanyaje? Biblia inaposema kujipamba kwenu kusiwe kwa utu wa nje unaoharibika, ilikuwa inamaanisha hivi vitu vitawaathiri ndani. Unanielewa? Vitawaathiri wapi? Ndani, ndani. Sasa unapoving'ang'ania wewe unajiponza ndani. Hii nywele hii inawakilisha utukufu wa Mungu ndani ya mtu. Mtu mwenye roho Mtakatifu akienda kuombewa na mtu mwenye pepo